Tumeelezea mafanikio ya benki yetu, kwa maana mmeona namba zetu za mwaka jana, benki imeeta faida kubwa. Sasa upande wa faida bilioni 551, sio kidogo. Amana zote zimekuwa kubwa, lakini balance sheet yetu ni kubwa, ambayo ni tioni 16.6 kwa mwaka jana mpaka Disemba. Lakini pamoja na hayo, tumeeleza ni kwa nini tumefanikiwa tume, ni vitu gani vimesababisha tufanikiwe. Kwanza ni ufanisi ambao umekuwa ndani ya benki yetu, lakini la pili ni uweledi wa wafanyakazi ambao umeweka katika ubunifu mkubwa na hasa hasa utoaji wa huduma zetu, lakini tatu ni njia tunavyotoa ofisi mbadala zetu, huduma zetu nyingi sana zime kwenye huduma mbadala, maana yake tutoe huduma kwenye matawi. huduma za kidijitali zaidi, lakini tumeonyesha jinsi gani tunamgusa Mtanzania mmoja mmoja aliyeko chini. tunamgusa Mtanzania mmoja mmoja aliyeko chini. Kubwa nyingi ambayo tumejadili leo ni kuhusiana na ukuaji wetu katika nchi zaidi ya Tanzania: tuko DRC, tuko Burundi ambako ni tunafanya vizuri sana kwa Burundi, sasa hivi ni benki bora, ni benki kubwa na benki ya kwanza. Lakini jambo lingine ambalo tumeligusia, sisi hatufanyi biashara benki tu, tunatoa huduma katika upande wa bima kiasi gani. Lakini jambo lingine kubwa tumeelezea ukuaji wa uchumi nchi yetu Unaendelea sambamba na ukuaji wa CRDB na tumeonyesha malengo yetu mapana katika kugusa hasa hasa miradi yakati sekta muhimu mtambuka kama sekta ya kilimo, na jinsi gani tumejifanya, tumejipanga kugusa hasa hasa mabadiliko ya tabia nchi, lakini pamoja na kuelezea mikata ambayo tumefanya tufanikiwe vizuri zaidi kwa mwaka jana, mafanikio tunayopata kwenye zile subsidiaries zetu. Tumeelezea ni kwa nini benki yetu ina CRDB Foundation tukijua kabisa huwezi kumfikia Mtanzania aliyo kijini bila kuwa na chomo mtambuko cha kutoa elimu ya fedha. Pamoja na maelezo hayo mazuri, tumesema kwamba tunaenda kwenye mtano mkuu wa wanahisa, tutatoa gauni nono ama kauni ambayo inakuwa recommended. Lakini je, ili gauni endelevu kwa ustahimilivu wa benki yetu, ili gauni endelevu. Tumeonyesha mafanikio ya kota ya kwanza ambako kwa mwaka 25 ina maana kota ya kwanza iliisha kwenye mwezi wa tatu kabisa, faida ambayo tumepata ni bilioni mia moja sabini na tatu. Ni kubwa sana. Huo ni ukuaji mkuu kwa faida ni asilimia thelathini na sita. Na tumeonyesha jinsi gani tumejipanga kuwa na ukuaji wa aina hiyo kwenda mbele. Kwa kubwa zaidi ambacho tumekifurahia ni kwamba wanahisa wetu ambao ni wakubwa wamefurahia maendeleo ya benki yao. Lakini pamoja na kufurahia maendeleo yao, wameona benki inakoelekea. Kwao tuna imani. Tunapokwenda kwenye mkutano wa wanahisa wiki ijayo, wanahisa wengi watapata nafasi ya kusikia mafanikio ya benki yao. Mipango iliyopo mpango inayokuja lakini vile vile watasikia gao la mwaka ulivyonona na ahadi yetu kuja mbele. Kwa hiyo nitoe wito kuwakaribisha na kuwashukuru sana wawekezaji wetu wa leo, na niwaahidi kwamba benki yao imesimama imara, kwa sababu ya uongozi katika upande wa bodi vile vile na upande wa management, lakini ni benki ambayo ina mtazamo chanya kwa mabadiliko makubwa. Lakini jambo kubwa ambalo tumefanya ni kushukuru taasisi za ambazo zinasimamia benki kama Benki Kuu kwa kazi nzuri pamoja na sheria ambazo zimeweka zimetusaidia sana lakini vivile kumshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mafanikio nayoona ya benki yetu ya CRDB yawezi kuwepo bila kuwepo na uhimilivu au ustahimilivu wa uchumi nchini, na hii inatokana na uongozi bora uliopo, Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, na ambaye ameweza kusisitiza zaidi ujumuishi wa fedha ukiwa mkubwa sana ambao CRDB ni wa kinara. Kwa ni imani yetu kwamba haya ambayo mmeyasikia na mnayoyajua kama waandishi wa habari ni kutoa elimu zaidi na kuelimisha Watanzania wajue umuhimu wa kuweka na umuhimu wa kutumia fursa zilizopo kupitia CRDB. Kwa majina naitwa Emmanuel Matunda na ni mchambuzi wa masuala ya masoko ya mitaji kutoka kampuni ya Solomon Stock Brokers. Kiukweli tumetoka kuhudhuria hili jukwaa ambalo limeandaliwa na CRDB juu ya maswala ya uwekezaji na tumeweza kuona mipango mikakati ambayo benki ya CRDB imeweza kuweka ili kuweza kufikia matokeo mazuri ya kifedha. Um, tulipata nafasi pia ya kuona namna ambavyo wameweza um, kuperform kibiashara uh, katika kutengeneza faida na hata katika ongezeko la masuala ya mitaji na gawio. Um, tukija kuangalia let's say, tukija kuangalia ni sababu zipi ambazo zinafanya kampuni ya CRDB kwa uh, kampuni inayofaa kuwekeza tunaona ni kwamba ukuaji wa faida ni mzuri Uh, wameweza kupunguza mikopo chechevu, wameweza kukuza mapato na um, kudhibiti gharama kukua kwa kasi kubwa um, tumeweza kuona malipo mazuri ya gawio, na tunaona kwamba mipango mikakati au mipango endelevu ambayo imewekwa na management ni mipango ya kuongeza ukubwa wa benki kwa kuwekeza katika masoko mengine mapya au kuwekeza kwenye uh, masoko mengine ya kifedha hapa ndani ya nchi um, kwa hiyo naweza nikasema hizo ndio sababu zinazofanya CRDB kufanya vizuri kifedha. Unaiona wapi CRDB katika Afrika? Maana ilianza kidogo na sasa inakuwa, tumesikia kwamba inaingia Burundi, imeingia wapi, unaionaje? Unaiona wapi kwenye competition kati ya mabenki kwa Afrika au Afrika Mashariki kwa miaka ijayo? yo naweza nikasema kiushindani, CRDB wamejiweka vizuri kwa sababu kama tunavyoona hapa Tanzania ni miongoni ya mabenki ambayo inaongoza kwa ukubwa wa rasilimali na ukubwa wa faida pamoja na wateja. Tukiangalia Burundi pia tunaona kitu iko iko na wameingia DRC Kongo mwaka juzi na sofa tumeona ya kwamba um, kasi ya ukuaji pale ni mzuri pia. Kwa hiyo kwa namna ambavyo wameweka mipango mikakati yao na jinsi ambavyo wanatekeleza mipango hiyo, tunaona ya kwamba uwezo wa kushindana kwenye bara la Afrika, uwezo wa kushindana vizuri na kuwa mmoja wa viongozi kwenye sekta ya benki barani inawezekana, na naweza nikasema ipo. Nikasema naweza nikazungumzia zaidi kwa makampuni ambayo yamejiorodhesha kwenye masoko ya hisa, makampuni ambayo yamejiorodhesha, kuandaa jukwaa kama kuandaa event kama hizi ni muhimu sana. Kwa sababu gani? Cha kwanza, inawapa wawekezaji kuelewa zaidi juu ya kampuni au kuelewa zaidi juu ya namna ambavyo kampuni inavyojiendesha. Wewe kama mwanahisa unayemiliki hisa katika kampuni fulani, ni kitu kimoja kumiliki hisa, lakini ni kitu cha muhimu zaidi kuelewa namna ambavyo kampuni hiyo uh, inavyojiendesha kibiashara katika kutengeneza faida na kadhalika. Kwa hiyo majukwaa kama haya yanasaidia wawekezaji kuelewa biashara zao, lakini kwa mabia... Now, mbali zaidi kwa biashara zinazofanya vizuri zaidi. Uh, makampuni yanaweza kutumia majukwaa kama haya kuhamasisha wawekezaji uh, kuongeza uwekezaji wao katika makampuni hayo provided that yanafanya vizuri na yanawezesha ya, ya wawekezaji kufika malengo yao ya kifedha. naitwa Rehema Kiando ni mwekezaji wa CRDB na leo nafurahi sana kuwa katika forum hii ya Investors Forum ambapo nimeweza kujua vitu vingi, kwamba kampuni inaendeleaje. Unajua, unapowekeza kwa sisi vijana, lengo ni kuwekeza kwa muda mrefu. Kwa kama wawekezaji wa muda mrefu, na unavyoona kwamba kampuni na mipango mikubwa huko mbele, inakuwa ni salama kwetu kuendelea kuwekeza na kuwekeza, ili kuweza kutengeneza kesho yetu iweze kuwa njema.